Kuzungumzia almunafiquna fi lquran leo kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu, baada ya kukamilisha uh, al ayatu lmunafiqina fi surati ali imran, leo tutaanza ayatu lmunafiqina fi surati an nisa, aya za wanafiq zinazopatikaniwa katika suratu an nisa. Na ni kama tulivyotangulia kuzungumza tutakuwa tukiangalia zile ayati ambazo zina maudhui zaidi kuliko kuangalia aya tu ambayo imewataja wanafiq katika suratu Nisai. Aya za wanafiq tuna aya ya sitini na moja mpaka sitini na tano na kadhalika. Tuna aya nyingine vile vile katika sura hiyo hiyo uh, tuna aya nyingine vile vile katika e, mwisho mwisho takriban kuanzia aya mia moja thelathini na tisa katika Suratu Nisai. Zote hizi kueleza a, mambo ya wanafiq. Tutaanza na hizi aya za e, aya sitini na moja mpaka sitini na tano Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atuambia: bismillahi rahmani rahim

thumma la yajidu fi anfusihim haraja mima qadait wa yusalimu taslima. Hizi ndizo aya ambazo tutaanza nazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuambia, alam tara, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alam tara, tara nipe khabari, ila ladhina ya wale ambao, yazumuna wanadai, anahum kuwa wao amanu wameamini bima kile ambacho unzila ilaika kimeteremshwa kwako wewe, wa maana kile ambacho unzila kimeteremshwa, min qablika, qabla yako, yuriduna wanataka an yatahakamu wahukumiane ila taghuti kwa taghut, wakad umiru na hakika wameamrishwa an yakfuru bihi wamkufuru huyo taghuti

na tumwendee mtumi. raaita almunafiqina, utawaona wanafiki yasuduna anka wanakukengeuka wewe sududan, kukukengeuka. Fakaifa, basi watakuwa hali gani wao. idha aswabathum musibatun zama, utakapowapata wao musiba, bima kwa sababu ya kile ambacho qaddamat aidihim imetanguliza mikono yao thumma jauka, kisha wakakujilia ya wewe yahlifuna billahi, wanamwapia Mwenyezi Mungu in aradna, hatukutaka illa ihsanan, isipokuwa ni ihsan wataufiqa, na kuoanisha ulaika, hao aladhina, ni wale ambao yaalamu llahu, yuwajua Mwenyezi Mungu ma fi qulubihim, yaliyomu ndani ya nyoyo zao fa aridh anhum, wakengeuke wao waidhhum, waedhee wao waqul lahum, wambie fi anfusihim, katika nafsi zao yini wambie wao wenyewe qaulan baligha, maneno yenye kuendelea sana wama arsalna, na hatukutumiliza min rasulin, mtumi yoyote illa isipokuwa liyutaa ni atuiwe biidhni llahi kwa idhni ya Mwenyezi Mungu walau annahum nalau kwamba wao idhalamu anfusahum wakati wamezidhulumu nafsi zao jauka watakujilia wewe fastaghfaru llaha wakamtaka msamaha Mwenyezi Mungu wastaghfara lahum rasulu na akawatakia msamaha wao mtumi lawajadu llaha wangelimpata wangelimpata Mwenyezi Mungu walau annahum na lau kwamba wao idhalamu anfusahum zama walipozidhulumu nafsi zao jauka wamekujilia wewe fastaghfaru llaha wakamtaka msamaha Mwenyezi Mungu wastaghfara lahum rasulu na akawatakia msamaha wao mtumi lawajadu llaha wangelimpata Mwenyezi Mungu tawaban, ni mwingi wa kukubali toba, rahiman, mwingi wa sikitiko. Fala warabbika, na apa na mola wako, la yuminuna, hawaamini hawakamilikiwi na imani hata yuhakimuka, mpaka wa kufanya hakimu wewe, fima, katika yale ambayo, shajara bainahum yametukia au yametokea kati yao thumma kisha la yajidu wasipate harajan kisongo la yajidu wasipate fi anfusihim katika nafsi zao harajan kisongo chochote mima qadaita kutokamana na ulio ya hukumu wayusalimu taslima na wasalimishe kusalimisha. Ndugu zangu, hizi ni ayat katika suratu Nisai, na aya hizi pamoja na wingi wake, lakini dori linalozungumziwa hapa ni dori la wanafiq. Tukianza na aya ya kwanza, mwenyezi mungu aliposema, subhanahu wa taala, alam tara ila ladhina yazumuna anahum amanu bima unzila ilaika, mpaka mwisho Uh, alimamu twantawi aeleza kuwa wametaja mufasirina sababu ya kuteremka hii uh, hii aya na wametaja asbab mutakariba, maanake zimekaribiana zile zile asbab, lakini miongoni mwa asbabi walizozitaja ulamai ni ile hadithi ambayo ameitaja alimamu thaalabiyu na Ibnu abi Hatim kwa njia tofauti tofauti, lakini imepitia kwa sayiduna Abdullah bnu Abbas radhiallahu anhuma. Asema Ibnu Abbas, bwana mmoja katika wanafiq akiitwa Bishru, na Bishru huyu tumemtaja wakati tukitaja majina ya wanafik tulimtaja bishru lmunafik. Asema bwana mmoja katika wanafik akiitwa Bishru alitofautiana na Yahudi, walitofautiana katika kitu fulani. Yahudi akamuuliza ya huyu munafik, wataka twende kwa nani awe hakimu wetu katika hili ambalo kwamba mimi na wewe tumetofautiana Munafiq akamwambia uh, Bishru ambaye ndiye munafiq akamwambia Yahudi, nataka twende kwa Kaabu bnu lashraf Ashraf. Kwa nini Kaabu bnu lashraf Ashraf, tutaeleza. Yule Yahudi akamwambia, mimi napendekeza twende kwa mtumi wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu Angalia hizi sura mbili tofauti. Munafik pendekezo lake, pamoja na kwamba yeye yuwadai kwamba yuwa amemwamini Mtume Muhammad na yuwadai kuwa mtume ni mwadilifu, lakini alipoulizwa na huyu Yahudi wataka tuhukumiwe na nani, hakumtaja mtume, alimtaja Kabu bnulashraf. Al Kabu bnulashraf ni Yahudi katika Bani Nadhir. Yahudi hajamwamini mtumi salallahu alaihi waalihi wasallam, lakini mapendekezo yake yeye amwambia huyo yahudi, amwambia huyo munafik, nataka tukahukumiwe na mtumi wenu Muhammad. Naam, wakaondoka wakenda mpaka kwa mtumi salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yahudi akajieleza na huyo bishru almunafiq akajieleza. Mtumi katika kutoa hukumu akatoa hukumu ambayo imemfeva au imemsaidia huyu Yahudi, yani Yahudi akawa amepata ile kesi, ana haki. Bishru hakufurahi, akaona ya kwamba mimi katika hili jambo nimedhulumika. Akamuuliza, akamwambia yule Yahudi, Nataka twende tukahukumiwe na Abubakar. Yani hajaridhika na hukmu ya Mtumi, nataka tukahukumiwe na Abubakar. Yahudi akamwambia sawa. Wakienda kwa sayiduna Abubakarin wakamweleza sayiduna Abubakarin, kwa ijtihadi yake akiitoa haqi, ikawa yahudi ndiye aliyepata. Bishru lmunafik akakoseshwa mara ya pili. Bishru lmunafiki hakuridhika, bado yuwaona kwamba yeye yuwanyanyaswa. Akamwambia huyu Yahudi, nataka tukahukumiwe na Umar bnu Lkhatab. Yahudi akamwambia, utaridhika na hukmu ya Umar? Akamwambia naamu, ntaridhika, twende. Walipofika, Yahudi akamwambia Sayiduna Umar, tumetofautiana mina huyu bwana huyu mwenzenu mtu wenu huyu tofautiana katika jambo moja mbili, akamweleza, tukenda kwa mtume wenu Muhammad, mtume wenu alipohukumu ikawa mimi ndiye mwenye haki, akamkosesha huyu bwana. Lakini huyu mwenzangu hakuridhika, asema twende kwa Abubakar. Kwa Abubakari pia ikatokea haki ni yangu, huyu bwana hakupata haki, manake amekosa katika ile kesi Akasema ye haridhiki mpaka tuje kwako, kwa tena Sayidna Umar Ibnulkhatabi akamgeukia yule Bishru akamuuliza haya anaoyasema huyo Yahudi nkweli? Ni kweli mmekwenda kwa Mtumi akakukosesha, mkaenda kwa Abubakri akakukosesha, sasa umeamua kwangu upate haki? Yule akamwambia naam. Saidna Umar akamuuliza huyu Bishru akamwambia, na mimi ntakapotoa ile haki utaridhika? Akamwambia naam, mimi ntaridhika na baada ya wewe sende mahali pengine. Sidna Umar akaambia subiri basi. Akaingia ndani akatoka na upanga, alipokuja akamkata yule Bishru, akamuua hapo hapo. Alipomuua, Yahudi kuona hali ile akatoka mbio, yei wajua kwamba baada ya Bishru ni yeye sasa, akatoka mbio akawa uwakimbia Khabari zikamfikia Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwamba Umar bnu Lkhatabi amemuua Bishru lmunafiq. Mtumi akamunu Sayidna Umar, ma hamalaka ala hadha, ni kipi kilichokupelekea ukaua mtu hata kama ni munafiq? Sayidna Umar akamwambia Mtumi, ya rasul llah, mtu ambaye hakuridhika na hukumu yako wakati wewe hukumu yako ni hukmu ya Mwenyezi Mungu, hakuridhika na hukmu ya Bakar. Mtu kama huyu hana faida ya kuishi katika hii dunia. Alimwambia mtumi hakadha akdhi liman lam yardha liman lam yardha biqadai llahi wa qadai rasulihi. Mimi kawaida yangu hukmu zangu ni hivi kwa mtu ambaye hajaridhika na hukmu ya Mwenyezi Mungu na hukmu ya mtumi wake. Mimi kawaida yangu hukmu yangu ni, ni kama hii ya, ya kumaliza huyu bwana Sasa suali, ndugu zangu, kwa nini huyu Yahudi, kwa nini huyu munafiq hakuamua kwamba wende kwa mtumi wakahukumiwe? Alitaka wende kwa Kabu bnu Lashraf, na tumesema Kabu bnu lashraf ni Yahudi katika Bani Nadhir, ambapo ilikuwa yule Yahudi yeye ndiye aseme nataka tuhukumiwe na Kabu bnu Lashraf kwa sababu yahudi mwenzake

akiendewa akipewa kitu kidogo, haki itakuwa ni ya yule aliyempa kitu kidogo, na hilo ndilo aliokuwa akilikusudia Bishrul munafiq. Na Kabu bnu Lashraf ana hadithi ndefu, lakini kwa ufupi ni katika Mayahudi ambao ilibidi mtumi aamrishe auliwe, kwa sababu alikuwa ni tajiri mwenye nguvu yuwasikizwa na alikuwa yuwa mtukana mtumi sana. Kwa ufupi, ndugu zangu, kama mimbabilfaida baada ya vita vya Badri kumalizika na makafiri wamepatikana vile walivyopatikana, Kaab ibn al-Ashraf alifunga safari akenda Makka. kule Makka kazi yake ilikuwa ni moja tu kutunga mashairi ya kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. kila mara atunga mashairi kumtukana mtume kila mara, kila mara mpaka alipotosheka tumi, alipo na kule kumtukana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akarudi Madina. Aliporudi Madina, akaendelea na shughuli ya kumtukana mtume. Lakini mara yuamtukana mtume, mara yuwawatukana wanawake wa Kiislamu. Mtume alipoona huyu bwana amezidi, safari moja mtume ameketa na masahaba, akawambia masahaba man likab bn lashraf fainahu kad adha llaha wa rasula, ni nani ambaye atatukua dhamana atatu, atanipa ahadi kwamba atamuua kab bn lashraf? Kwa sababu kab bni lashrafu ywamuudhi mgu na mtume. Nimetangulia kusema kab bn lashraf ni mtu mwenye nguvu, tajiri na alikuwa haishi Madina, yuwaishi nje ya Madina. Tena haishi kwenye nyumba, kwenye ngome ndio mahali anapoishi, na ana walinzi. Akitembea nyumbani kwake, kabla ya kuingia, kuna walinzi. Masahaba walipokuwa hawakuinua mkono, Muhamadu bin Maslama, mmoja katika masahaba, akainua mkono akamwambia mtumi, mimi ya rasulullahi, nakutukulia dhamana kwamba Kaab ibn al-ashraf kichwa chake nitakuletea kwenye miguu yako. Akamwambia mtume, akamwambia inshallah. Muhammad bin maslama akaondoka, lakini akawa wejuuliza nitamuuaje peke yangu mtu ambaye yuwalindwa naanzaje safari? Moja ameketi na wenzake wakizungumza, akawaeleza wale wenzake kwamba mtume amenipa jukumu la kumuua Ka'ab bin al-Ashraf, lakini peke yangu siwezi nani katika nyi yuko tayari kunisaidia? Wakajitokeza baadhi ya watu, abu naila akamwambia mimi niko tayari kukusaidia, na wengineo katika watu waliokubali kusimama na Muhammad ibnu maslama, ili wamuue bwana kama huyu. Wakaondoka hawa waliokubaliana wote, wakaenda kwa Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wakamwambia mtumi, ya Rasulullah, sisi tumekubaliana tukuletea kichwa cha Kaab ibn al-Ashraf, lakini hakuna namna ke, manake, ya kumuua mpaka uturuhusu tukienda kwake tukuzungumze vibaya, tukushambulie kidogo, maanake ndio njia kumpata Kaab ibn al-Ashraf. Mtumi akawambia, ruhusa, mkifika semeni mtakacho Almuhimu, na kitaka kichwa cha Kaabi bn Lashraf mbele yangu. Mtu wa kwanza aliyekwenda kwa Kabi katika hiyo ngome yake ni Muhamad bnu Maslama, na walikuwa ni marafiki sana yeye na Kabu bnu Lashraf. Alipokwenda akamwambia, bana, sisi tulisilimu tukaona kwamba huyu Muhamadi ni mkweli, lakini lakini akawayozungumza maneno ya kumlaumu mtumi na kumshambulia na kum fanatankisi mtumi lakini, yote hayo ni kwa kwasababu watafuta lengo la, la kuingia kwenye kile ambacho kwamba amejikusudia, na hivi tunavyozungumza ametuambia tutoe chakula kiasi fulani, na sisi hatuna chakula hicho. Kwa hivyo nimekuja Muhammad, kwahivo nimekuja unikopeshe makapo 15 ya ngano. Al-Ashraf akamwambia bado namutaona niliwatahadharisha na huyu mtu, akina mku nisikia. Akamwambia mimi niko tayari kupa hata makapo mangapi unao yataka, lakini weka rehani. Rehani gani? Akamwambia rehani mlete mkeo. La haula wala quwata illa billah, mke huwe kwa rehani? Muhamad bnu masalam akamwambia, ewe wewe mwenyewe ni mzuri namna hiyo, wewe mwenyewe ni tajiri kiasi hicho kisha nimchukue mke wangu nikuwekea rehani hapa nina mke tena? Basi kama huwezi kumleta rehani mkeo, lete rehani mtoto wako. Muhammad bin Maslama akamwambia haiwezekani, nikikuletea rehani mtoto wangu ni tusi kwangu, ni tusi kwa kwa mtoto wangu. Watu watasema kuntukana mimi, umaskini umemshinda mpaka amweka rehani mwanawe. Watamtukana mtoto wangu, watamwambia amewekwa rehani na babake. Siwezi kumweka rehani mtoto wangu. Kabia akamwambia utaweka rehani nini? Akamwambia, rehani yangu ntakuwekea silaha zangu za vita, zile silaha zangu za vita ntakuja kuwekea rehani. Ndugu zangu tuko hadhir, tuaona kwamba yale mambo namna ilivyoingia vizuri. Ile ile zile silaha akakubali, akamwambia sawa, lini nilete hizi silaha? Wakapanga ile siku Akaondoka muhammad bnu Maslama. Alipofika kwa wenzake akawaeleza, kisha akamwambia abu Naila, na wewe nenda uzungumze kama niliozungumza mimi. Akenda abu Naila na yaka, na abu Naila na, na huyu kaab bnu lashraf walisonda mahali pamoja. Kwa hivyo naye akamweleza akamwambia vilevile, e, weka rehani mke wako, mtoto wako. Mwisho akakubaliana kwamba ataweka rehani silaha zake. Abu Naila akamwambia Kabi, lakini niko na wenzangu, siko peke yangu, ambao matatizo yao ni kama yangu. Akamwambia sawa, wote wenzako waambie walete silaha zao, ili uh, niwape zile ngano mnazotaka. Lini? Akamwambia tumekubaliana na Muhammadu bnu Maslama siku fulani, ataniletea silaha zake, kwa hivyo na nyinyi pia njooni siku hiyo hiyo Liyakdhi llahu amran kana mafuula. Siku hiyo hiyo njooni, taban silaha zikachukuliwa zikapelekwa ka kaabi bin Ashraf. Walinzi walipotaka kukataza silaha kuingia, Kabi mwenyewe akatoka katika ile ngome yake akawa awambia wacheni wazingize, wao ni marafiki zangu. Silaha zikaingia. Abu Naila akamwita Kabi akamwambia, njoo huku chini, shuka Eh, Kaabi wakati huo ameoa msichana mdogo mdogo, msichana mwambia, usishuke napata harufu ya damu. Kamwambia la, ndugu zangu ni marafiki zangu. Akashuka. Baada ya kushuka, wale wakatembea naye huku wazungumza, mpaka wakafika mahali wakamuua Kaabi ibn al-Ashraf, wakakata kichwa, wakaja nacho mpaka kwa mtumi sallallahu alayhi wasallam. Mtumi alipowaona Akasema aflahat lwujuhu, hizi nyuso hizi zimefaulu, zimenali saada. Wakamwambia mtumi wa wajhuka ya rasulllah, na uso wako pia ya rasul llahi, nao pia umenali saada, nao pia umefaulu. Ndugu zangu watukufu Waislamu, insha Allahu walilhadithi baqiya, haya ambayo kwamba tuyazungumza, tutayamaliza katika halaka ijayo, kwa sababu tumebakisha sehemu chache.